Naye afisa wa polisi alihusishwa na ufyatuaji wa risasi na kuwajeruhi watu wawili katika eneo la burudani huko Kitengela amesalimisha bunduki yake. Afisa huyo, ambaye ameagizwa kuandikisha taarifa katika kituo hicho cha polisi, yuko chini ya uchunguzi, huku waliojeruhiwa wakiendelea kutibiwa katika hospitali huko Kajiado, siku moja baada ya tukio la kushtua la ufyatuaji risasi katika eneo hili maarufu la burudani mjini Kitengela, kaunti ya Kajiado. Afisa mkuu wa idara ya upelelezi wa jinai DCI, anayehusishwa anayohusishwa na tukio hilo ameagizwa kusalimisha silaha na kurekodi taarifa katika kituo cha polisi cha Kitengela, huku uchunguzi ukishika kasi. Katika taarifa yake, afisa huyo amesema alikuwa akiingilia kati ugomvi uliokuwa umezuka ndani ya klabu hiyo, na alilazimika kufyatua risasi hewani ili kutuliza hali iliyokuwa ikizidi kuwa mbaya. Ameongeza kuwa maafisa wengine waliokuwa nao pia walifyatua risasi. Hata hivyo kauli hiyo inakinzana na simulizi za mashahidi ambao wanasema kulikuwa na makabiliano kati ya afisa huyo na waathiriwa wawili, ambapo walipigwa risasi walipokuwa wakijaribu kukimbilia ya maisha yao. Na huku hofu ikizuka kuhusu uwezekano wa jaribio la kuficha ukweli wa tukio hilo, maafisa wakuu wa polisi katika kaunti hiyo ya Kajiado wamesisitiza kuwa uchunguzi unaendelea kwa kina. Wamesema silaha ya afisa huyo itafanyiwa uchunguzi wa kitaalamu ili kubaini iwapo ndiyo ilitumika kufyatua risasi, wakisisitiza kuwa hakuna aliye juu ya sheria. Wakati huo huo, waathiriwa wawili Joseph Musontu na Kevin Maseri bado anaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kajiado. Mmoja anaripotiwa kulazwa katika chumba cha ICU huku mwingine akiwa kwenye wodi akipokea matibabu. Ben Kiroi, runinga ya Citizen, Nairobi.